Kutawazwa kwake ama kupewa hiyo nafasi, tunashukuru sana ofisi husika ambayo kwamba imeleta hiyo jitihada na ikatuandikia huyu kijana, kijana wa nyumbani, tunaishukuru sana. Kuna kuna neno ningependa kumwambia, kwa yale mengine tutaambiana kwenye huko nyumbani. Chief, naomba kuongea na assistant chief, chief, Chief Abdullahi. Naomba kuongea na assistant chief. Eh, Abdulrahman kama ulikuwa kijana mdogo wewe, sasa umekuwa ni baba na ni baba wa watu wa Buwa location. Hata kama wewe ni kijana mdogo umekuwa baba, uelewe ya kuwa kuanzia siku ya leo, usiku na mchana utapata changamoto za binadamu, unatakiwa uivumilie. Yale mengine yatakuwa na uzito. Sisi wazee tuko tuko tayari kukusaidia usiku na mchana. Yale mengine tutayaongea kinyumbani, inshallah. Kwanza kabisa, tunashukuru bwana DCC kwa kwa kuhudhuria hafla ya ndugu yangu Abdulrahman assistant chief huyo ni kijana yangu mara, ni rafiki yangu na ni ndugu yangu Abdirahman. Mungu akujalie ndugu yangu e, ni task nyingine ngumu sana. Mungu akusaidie. Machache mimi nataka kusema asanteni sana waheshimiwa, tunashukuru tunashukuru, waheshimiwa wote na tunashukuru yakubado ya kuwa kama kijana yetu ya kutoka Roka ambaye amezaliwa hapa Bulafuri na amesoma shule ya Roka ametupatia nafasi ya assistant chief na ametupatia kijana mwingine kutoka Tirisa ambaye amesoma pale na amesaliwa pale, ametupatia assistant chief. Na ujenzi ametusaidia kujenga classrooms, ametuletea mades. Tunamshukuru, asante hey. So leo tuko kwa hii shughuli ya huyu kijana ambaye anaitwa Abdurahim eh, Abdurahman Osman sini kweli. So ningependa niongelelee mambo chache kidogo kuhusu mambo ya kazi yetu Nimwambie tu Abdirahman. Abdirahman Osman. Hii mambo ya kazi yetu ni mambo ya discipline. Lazima uangalie discipline sana sana sana sana. Usipoangalia discipline utastuka umeenda kando, umeteleza na kidogo kazi inaweza ikakuacha ama wewe ndio uache kazi. Si ndivyo? So tafadhali angalia mambo ya discipline sana sana sana. Pia ya pili, nimeona umesoma na ukahitimu vizuri ukakuwa assistant chief. So work very hard, hii kazi inataka bidii na iko na changamoto mingi, kulingana na vile ule msee alikuwa amesema Mohamed. Changamoto ni mingi sana, hata utafika mahali pengine unaweza pata unafukuzwa mahali. Si ni sawa? So Abdiram, chunga sana, angalia ufanye kazi kwa bidii ya, ya. Ya tatu, angalia mambo yana heshima. Kazi yetu pia ni kuangalia heshima Heshimu wazee, eshimu wa mama na ueshimu na ufanye kazi yako kulingana na sheria. Fuata sheria vizuri, kwa sababu sheria tunasemanga ni msumeno. So, unajua hivyo, unakumbuka nikikwambia kwa ofisi eh, sheria ni msumeno, ukichunga usipochunga sana utastukia umekukata. So fanya kazi yako kulingana na sheria. Umekuwa sasa mwanasheria, utakuwa unabeba constitution vile president anapewa wangu. Unajua hivo. Alhamdulillah, kwanza tunashukua hii fursa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye leo ametusanya kwa ajili ya ndugu yetu hapa Abdirahman. Ni kijana mdogo, amezaliwa hapa hapa, lakini Allah akitaka kukupatia angalii umri, anangojea wakati yake. Wakati yake ikifika anakupatia. Kwa hivyo ndugu yangu Abdirahman, kwanza anakupatia wasia ya kwamba uongozi, Allah ufalme ni wake, na Allah anapeana ufalme kwa ule yeye amemchagua. Allah akujalie uwe ni kiongozi ambaye utatumikia watu ya roka kwa uaminifu, bila kuangalia ukabila, na siku ya Kiyama Allah akuweke chini ya kivuli yake ndani ya wale viongozi ambao watakuwa chini ya kivuli ya, ya, watakua, ya kivuli, Allah inshallah. Nikimaliza huko narudi upande ya mheshimiwa Yakub amejaribu kutaja, taja lakini kwa sababu amejaribu kuongea kimonyo haya imemshinda kidogo. Ofisi ya ACC kwanza, tunashukuru kuanzia DCC mpaka chini, ama County Commissioner mpaka chini, kwa nyinyi kufanya kazi na Mheshimiwa Mbunge wa Bura, Mheshimiwa Yakub Adou, sababu leo tunaongelelea Abdulrahman, lakini nikiangalia upande wa kulia hapo niko na ndugu yangu Jomo, niko na ndugu yangu Darga Komadogo madogo. Ingawaje hatujafanya sherehe lakini hizi zote ni juhudi ambayo imefanyika na Mheshimiwa Yakub Adou. Waswahili wamesema mgala muwe lakini haki mpe, si ndio? Leo hatuui mgala lakini tunaongea ukweli wa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Yakub Adou amefanya kazi kubwa sana. Kulikuwa na viongozi mbele yake, hakukuwa na nafasi ya machifu ambaye wa kuumri kama hii walikuwa wanapatiwa kazi Mheshimiwa Yakub amefungua mlango, amefungua mlango ya vijana wanasomo, wakijua ya kwamba kumbe hata wao wanaweza anza nafasi kama hizi, na kwa sababu wako na elimu watapanda juu na siku moja watakuja kuwa ACC hapa kwetu nyumbani. karoka nur ba kalkalchita bunge nyumbaniatvkaro eiaaurbbeogrbalhd

Nimekumbuka mzee naitwa Ali Lela, ambaye yeye ndiyo mtu akwanza kwanza hapa amepigania sana 1971 ndiyo yeye alikuja hapa 1971. Wale ambaye watu nasimama watu nasaliwa ni watu wachache sana, mimi najua Alipigania sana kama yeye, yeye kazi anafanya ye, hata kazi chief ngewe anashindwa. Mimi ilikuwa ni assistant chief ya hapa, ilikuwa Buwa location, Kamaguru location, Boka location, Balambara location. Kama guru Boka, Balambara, yote ni moja. Mimi ndio assistant chief, na wakati hiyo hawana gari. Tuna, tunaenda na mguu kutoka Hasago baka Bua, kutoka Hasago baka Kamaguru, kutoka Hasago baka Kora, nilitembea na mguu. Hii shule mimi ndio naanza shule ya Hasago, mimi ndio naanza na jenga. Ile mtu ambaye ananisaidia ni Ali Lela, ni mtu ambaye nimekumbuka. Kwa hivyo tunashukuru serikali yetu na Mheshimiwa Yakub Adou alikumbuka ile kisa ambaye alifanya alilela hapa. Hiyo ni heshima kubwa sana na tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Kidogo, unajua hii uongozi iko na changamoto mingi sana na mara nyingine unasaidia, lakini bado unaambiwa wewe ndo umeiba, sijui hii mahindi ama sijui nini, namna hiyo. Sasa wewe inatakana ukuwe mvumilivu. Hata sisi, mimi nikianza kuwa MCA nywele yangu ilikuwa ya nyeusi, sasa hivi unaona imekuwa nyeupe yote. Basi hiyo ni changamoto ya wananchi. So ombi langu ni kwamba nikwambie tu ya kwamba uchukue, ukuwe mtu mvumilivu. Hii wananchi hii watu ni watu wako, umezaliwa hapa, umesomea hapa, na Mwenyezi Mungu amekupatia uongozi katika jamii yako ile mahali unaishi. So chukua hiyo fursa na uwasaidie watu ile aremihi kale iyo dardaran kale, mheshimiwa Jibril, na ningaongea mengi na bado nitaiguzia. Sisi wanasiasa tukifika kwa ground, ama kwa podium, lazima tuongelee siasa, sivyo? Letu ya kubwa imetuleta hapo ni kumsindikisha bradha yangu mdogo Abdurahman ambaye kwamba amepewa nafasi hiyo ya chief. E, kwa ukweli kama ingekuwa kuna kazi nyingine ya kupatia huyo kijana mdogo ningempatia ama tungemsukuma, lakini kwa vile ama ningemwambia asiende kwa chief kwa sababu najua shida uongozi ni nini. Watu leo wanafurahia, e, wanasherekea sana, lakini baadaye kwa sababu ndugu yangu Yusufu Bila amesema, ukipita ukifika hapo patia wasia ile umempatia ndugu yetu mwingine alikuwa amepata hara pande ya Galole. Kweli hiyo siku wakati tumeongea, watu wengi sana wamelia. Ndugu yangu mdogo, umepewa wasia ya kutosha, na tutaongea mengine tukiwa tukienda nyumbani. Leo nitakuwa hapo, uwezekana nikalala hapo, tutaongea mengi na tutakuonyesha barabara ukweli. Ile nyingine, tafadhali mtaniruhusu.

Ijarani, siku ya furaha tumeweza kukutana hapa ili tuweze kusherekea kutawazwa kwa ndugu yetu Abdirahman. Hii ni furaha kwa watu wa Rhokaa, kwa watu wa Buwa location na sisi tunamwombea ndugu yetu Abdurahmani, wewe ni kiongozi. Mwenyezi Mungu ndo amekupea hapo. Tunakuambia ndugu yangu, jikaze, ili uweze kutumikia watu wako kwa haki, kwa sababu uko na baba mmoja mzazi kwa sasa, lakini ujue ulipokaa hapo, kama assistant chief ama chief, utakuwa na wazee wengi, unafaa kuwaheshimu, unafaa kufanya kazi na wao. Isitoshe, usisahau ofisi ofisi, unafaa kufuata protokolo. Hiyo ni mambo yenu nyinyi, mnajua na utafunzwa. Heshimu chifu yako vilevile vile, ACC pamoja na DCC, ili kazi ikuwe rahisi kwa watu wetu. Wabua, ndugu zangu, eh, hii pia ni shukrani kwa mheshimiwa wetu Yakub Adou akishirikiana na interior leo hii kuinua maisha ya watoto wadogo ambao munawaona hapo. Ilikuwa vigumu sana kuwaona watoto ambao wako na umri mdogo kuweza kupewa fursa ya kuwa na nafasi ya kuongoza watu, lakini kupitia hii serikali ya William Samoe Ruto akishirikiana na mheshimiwa wetu na vile vile interior, leo hii tunaona kuwa watoto wetu hawatarandaranda, na wengine pia watafanya bidii waweze kupata kazi zingine, sio chief peke yake. Chenye ningetaka kusema ni kwamba leo tumekuja kwa sherehe ya huyo kijana. Nashukuru wase mumeongelesha yeye kwa sababu ni mzuri, hata waheshimiwa wenye wako hapo mbele wamesema, hii kazi sio rahisi, sio rahisi. Mnashangilia saa hii, lakini kesho najua mtakosa sana na yeye. Eh, mnajua hivyo hata eh, mimi hata mimi, hata mimi wengi wananiambia, wewe ni DC mzuri, lakini baadaye kidogo tukikwarusana anasema wewe ni mbaya na mi, mi na mimi mimi nakubali, kwa sababu hata nikisifiwa mimi sio Mungu na mimi sio malaika, so lazima nikanyange mtu, lazima tukosane ndio tupendane. So hiyo mbatie sifa yote, lakini nachua kwanzia kesho mtakosana tu eh. So ya muhimu ni kwamba yeye amepewa hiyo ye chukumu kwa assistant chief ya hapa. Mheshimu yeye, msiangalie umri yake, msiangalie sura yake, msiangalie nini, lakini fanya kazi na ye. yeye yeye ndio mwakilishi wa ofisi, yeye ni mwakilishi wa serikali, yeye ni mwakilishi wa rais akiwa hapa, chenye rais anasema Nairobi, yeye anatimiza hapa. So msipo shirikiana na ye, hata mpende rais basi ama mpende serikali yetu kuu.